Meru County peke yake tuko na programu inaendelea katika kila constituency ya Meru ya shilingi bilioni moja nukta nane 1.8 billion ya kuunganisha nyumba elfu ishirini mpya ambao hawakuwa na stima siku ile Rais William Ruto amechaguliwa hapa Meru, we are connecting here in Meru County an additional 20,000 households with electricity and the total amount of money on the ongoing projects is 1.8 billion. Tuendelee na hiyo kazi. Kila mheshimiwa hapa anajua hiyo miradi inaendelea wapi, na mahali haitafika, tutaongeza hiyo pesa. Na mimi kama naibu wa rais, kazi yangu ni kusaidia rais ili hadi ambazo tulitoa tuhakikishe ya kwamba imetekelezwa, maneno ya stima, maneno ya miraa, maneno ya majani chai, maziwa, barabara na kila kitu, so masoko ndio hayo, kazi ya empowerment ndiyo hii. Na tumesema wale wanapinga, watuambie ni kina nani, tuwajue mapema, kwa sababu ni wale watu wamezoea kutumia wananchi wakati wa uchaguzi. Nikimalizia niseme hivi ya kwamba sisi kama viongozi tumekataa siasa za mapema. Wale wanaomba viti wajue hakuna uchaguzi saa hii, wangoje siku ya uchaguzi, tutanyoroshana na siasa ya siku hiyo. Ama mnataka siasa ya mapema? Mnataka siasa saa hii? Ni siasa maendeleo, ni siasa maendeleo siasa maendeleo. Wacha nione wale wanasema maendeleo kwanza, maendeleo kwanza, maendeleo kwanza. Swali ya pili, swali ya pili nauliza, mnataka siasa sasa hii ama kazi? Ni siasa ama ni kazi? Ni kazi? Ni siasa ama ni kazi? Kwa hivyo sisi tunafanya declaration yetu: kazi kwanza, siasa baadaye. kazi, kazi, kazi kwanza, kazi kwanza, wangapi wanakubaliani na mimi? Kazi kwanza, kazi kwanza. Niko na swali lingine, nimewapatia report card kwa sababu sasa tuko half time. tuko tukota tangu tuchaguane, nimewaambia vile tumesukumana na maneno ya uchumi, kilimo masoko na hata barabara ambazo zilikuwa zimekwama, tumepata pesa tutazikamilisha. Mpaka wakati tunaomba kura ya 2027 tutakuwa tumesuluhisha hiyo jambo. Mimi nauliza, nimewaambia ile kazi mahali tumeifikisha na ile imebaki, nimewaambia tutaikamilisha, kwa sababu tuko na mtihani 2027. MCA mtihani, MP mtihani Women rep mutiani, senator mutiani, governor mutiani, rais na deputy situko na mutiani. Kwa hivyo nataka niwaambie mkiona, mukiona na kazana, mkiona na kazana kusaidia rais, ndio kazi ya maendeleo ya Meru na maendeleo ya Kenya isonge haraka, ni kwa sababu sitaki serikali yaanguke mtihani. Na ile kazi nimepewa, sio kazi ya kupoteza nikilumbana malumbano ya siasa. Ni wakati wa kufanyia wananchi kazi, Meru na Kenya nzima. Mimi nataka niwaulize, hivi niendelee na kazi ama niwache niingie siasa? Niendelee na kazi, nichape kazi. Wera si wera, wera si wera, tuchape kazi Kenya mzima himaro yetu hii na Central na Coast na Western, North Eastern na Nyanza, Rift Valley, niendelee na kazi ama nianze mambo ya siasa? Unajua, nimeona watu wengine pale ati kwa sababu hatuongei siasa, tunaongea wana hawa ya maendeleo, wanafikiria hatujui campaign. Hello my friend. Oh, my friend Usidharau wembamba wa reli, gari ya moshi hupitia juu yake. Wakati wa kampeni ikifika, tutanyoroshana mbaya mbovu na hawa watu, si namna hiyo, kwa sababu hawa watu wanazunguka hapa wakiongea, hakuna mtu hakuwa na nafasi ya uongozi. Si mimi nilikuwa minister of interior oia, si kuna ile kazi nilifanya, nilikuwa interior minister, mambo ya usalama, mambo ya passports. Nilifanya si kufanya. Pa, kule Lamu nilikwama huko, nilikuwa, nilikuwa naishi huko Boni Forest nikipigana na Alshabab. Nilikuwa napigana na Alshabab huko North Eastern. Nilikuwa nikipigana na bandits everywhere. I was everywhere. Mambo ya passports nilinyorosha si kunyorosha. Nilinyorosha si kunyorosha. Sasa nimeingia kwa kazi mpya. Na nimeingia half time. And you know the most critical players are brought in In the second half mumesikia, this is the last leg of this term. Kwa hivyo hatutaki mchezo, we are on a mission. Ukiona tuna avoid siasa usifikiri kwa sababu hatujui kukampeni. Nimeona <coughs> <coughs> kuna watu wako na kiburi na maringo mingi wanaongea kama hao ndio wenye hii dunia ya Mungu.